Je, tunauza dhahabu ili kufadhili miradi ya serikali jibu ni hapana. Sio sio kwa ajili ya kufadhili miradi ya serikali. Kama nilivyosema, kuna utaratibu wa namna ambavyo benki kuu inatoa fedha kwenda serikalini, ya mikopo, finance government operations. Inapitia mfuko mkuu aa, inapitia mfuko mkuu na inakuwa imewekwa ile appropriation, ap yake inakuwa imefanywa na Bunge. Sasa so, ukiangalia pale hakuna hichi kipengele eh, hakuna hichi kipengele cha kusema kwamba unauza dhahabu ili uipatie uh, serikali uh, fedha kwa ajili ya kuendesha miradi. Tukumbuke dhahabu ni kama tu hizi currency nyingine nilizokuwa nimesema hapo awali. Kwa hiyo unavyofanya tunapo tunapotaka kuziuza, tutauza dhahabu, tutanunua dola au currency nyingine ili kuhakikisha vihatarishi Ha? Benki Kuu haijiweki kwenye vihatarishi ambavyo haiwezi ikavisimamia. Lazima uhakikishe uwiano uh, wa dhahabu na, uh, na hizi uh, uh, sarafu nyingine za kigeni kwenye mizania ya Benki Kuu zinaendana na matarajio ya bodi, matarajio ya nchi na matarajio ambayo hayatatupelekea sisi kupata hasara.